DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ninatumai umeamka salama msikilizaji, tayari imetimia saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 10 alfajiri. Karibu katika matangazo haya, jina langu ni Silvia Mwehozi. DW Habari za Ulimwengu. Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji ni Silvia Mwehozi. Rais Trump anaelekea Japani leo katika siku ya pili ya ziara yake barani Asia. Israeli yasisitiza kuendelea kusimamia usalama wa Gaza, na Umoja mataifa wa Mataifa watoa wito wa njia salama kwa raia wanaokimbia mji wa Sudani wa El Fasher. habari kamili Kuala Lumpa. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea Japani leo Jumatatu, katika siku ya pili ya ziara yake barani Asia, inayotarajiwa kukamilika kwa mkutano wa kilele na rais wa China Xi Jinping. Ziara hiyo ambayo ni ya kwanza kwa Trump tangu arejee madarakani ilianza jana Jumapili nchini Malaysia kwa msururu wa makubaliano Makubaliano hayo yalijumuisha mikataba ya kibiashara kati ya majirani Cambodia na Thailand baada ya kusaini mkataba wao wa kusitisha mapigano kando ya mkutano wa kilele wa jumuia ya mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, huko Kuala Lumpur. Trump pia alisaini mkataba wa biashara na madini na Malaysia na kuamua kurekebisha uhusiano na rais wa Brazil Luis Inasio Lula da Silva baada ya miezi kadhaa ya mvutano. Jerusalem. Israel imesisitiza jana kwamba itaendelea kusimamia usalama ndani ya Gaza licha ya kusini makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya usitishaji vita, ambayo yangeruhusu upelekwaji wa kikosi cha kimataifa cha usalama. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwaambia mawaziri kwamba Israel itaamua yenyewe wapi na lini watawashambulia maadui zake na nini, nchi zipi zitaruhusiwa kutuma wanajeshi kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Chini ya masharti ya kusitisha mapigano, vikosi vya Israel vitaondoka Gaza, huku kikosi cha kimataifa kinachotarajiwa kutoka nchi nyingi za Kiarabu au Kiislamu kikitarajiwa kulinda usalama wa Gaza. Israel imeondoa vikosi vyake ndani ya Gaza hadi kwenye kile kinachoitwa mstari wa njano, lakini inasalia kudhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo ilina ikiidhinisha pia kila msafara wa misaada wa Umoja wa Mataifa unaopitia mipaka yake Geneva. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa njia salama kwa raia waliokwama na wanaokimbia mji wa Sudan wa El Fasher baada ya wanamgambo wa RSF kudai Jumapili kuwa na udhibiti kikamilifu mji huo. Mkuu wa misaada ya kiutu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher alisema kuwa ameshtushwa na ripoti za vifo vya raia huko El Fasher, ambako ilikuwa ni kituo kikuu cha mwisho cha magharibi mwa Darfur ambacho hakikuwa mikononi mwa RSF. Fletcher amesema maelfu ya raia wanaendelea kunasa na kushikwa na hofu kufa njaa kwa sababu hawana chakula, huduma ya afya na usalama. Aidha pia mkuu huyo ametaka mashambulizi dhidi ya raia, hospitali na operesheni za kiutu kukomeshwa mara moja. Kiasi cha watu laki mbili na elfu sitini nusu yao wakiwa ni watoto wamekwama ndani ya mji huo bila msaada wa chakula. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Beirut, Lebanoni kupitia wizara yake ya afya imesema mashambulizi ya Israeli kusini na mashariki mwa nchi hiyo yamewaua watu watatu, licha ya makubaliano yanayoendelea usitishaji mapigano. Israel ilisema kuwa mashambulizi yake yaliwalenga wanachama wawili wa kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, jeshi la Israel lilisema limemuua Ali Hussein Al Masawi mashariki mwa Lebanoni, likimtaja kama muuzaji wa silaha na msafirishaji haramu wa Hezbollah. Aidha, jeshi hilo pia lilisema limemuua mwanachama mwingine wa kundi la Hezbollah aliyetambulika kama Abd Muhamed Al Said kusini mwa Lebanoni. Umoja wa Mataifa ulisema Jumapili kwamba ndege isiyo na rubani ya Israel iliangusha guruneti karibu na kikosi chake cha kulinda amani kusini mwa Lebanoni, na pia kikosi chake cha doria kilishambuliwa na Israel. Na hatimaye, ni Duala, Kameruni. Watu wanne wameuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani wa Kamerun ambaye anadai kushinda uchaguzi wa hivi karibuni wa rais kabla ya matokeo rasmi kutangazwa hii leo. Isa Chiroma ambaye alipambana na rais Paul Biya aliyetawala kwa miaka 43 katika uchaguzi wa Oktoba 12 aliwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani usiku wa kuamkia tangazo hilo, licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Chiroma anasema alishinda asilimia 54.8 ya kura, lakini wachambuzi wengi wanatarajia Bia mwenye umri wa miaka 92 kushinda muhula wa nane katika uchaguzi ambao wakosoaji wake wanasema umezidi kuibiwa. Katika jiji kubwa zaidi la Kameruni la Douala, gavana wa mkoa alisema waandamanaji walishambuliana na polisi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW, mjini Bonn. DW, makala yetu leo. Visa vya ukeketaji vingali vinaripotiwa kwa asilimia 83 katika jimbo la Marsabit nchini Kenya. Visa hivyo vinaripotiwa wakati mamlaka nchini humo tayari zilipiga marufuku ukeketaji katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Isitoshe, mabinti wamekuwa wakilazimishwa kupitia kisu cha ngariba bila ridhaa yao kwa imani kwamba bila kukeketwa, msichana hataolewa. Leo makala yetu yako eneo la Laisamis jiponi Marsabit kumulika namna ukeketaji ulivyorudisha nyuma viwango vya elimu katika eneo hilo linalokaliwa na wafugaji. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW na karibu katika kipindi hiki. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu mwaka wa 2011 wakati serikali ya Kenya ilipopiga marufuku ukeketaji, visa hivyo vimeripotiwa kupungua pakubwa, hasa katika jamii zinazokaliwa na wafugaji. Serikali kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali yamekuwa katika mstari wa mbele kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukeketaji na haja ya kukumbatia elimu kwa mtoto wa kike ambayo haijapewa umuhimu mkubwa katika eneo hili. Jimboni Marsabit, jamii zimekuwa zikiendeleza mila ya ukeketaji, japo kwa usiri mkubwa kutokana na adhabu iliyowekwa na serikali kwa yeyote atakayepatikana akiendeleza mila hiyo iliyopitwa na wakati. Eneo la uwakilishi bungeni la Laisamis ndilo limerekodi idadi ya juu ya wasichana wanaokeketwa kutokana na unyanyapaa kwa wasichana ambao hawajapitia kisu cha ngariba. Kulingana na Ngasu Pataliero, wanawake wamechangia pakubwa kwa mila hiyo kuendelezwa bila ya kujali madhara yake. Anasema adui mkubwa katika vita dhidi ya ukeketaji ni akina mama katika jimbo la Marsabit. <coughs> Maamuzi ya wazee katika jamii wa Fugaji, ya wafugaji yamekuwa yanaheshimika sana na Mama Ngasu Pata anasema iwapo wazee watatoa mwelekeo wowote kuhusu mila hiyo basi hiyo ndiyo itakuwa hatua ya mwanzo kuelekea kuutokomeza na kufikisha mwisho ukeketaji jimboni Marsabit. Ni kweli wamama, lakini wamama hawatafanya bila wanaume, ni wazee ndo wanasema mfanye, ndo watafanya. Na kama hawa wamesema kufanya, hata sisi hatuwezi fanya, kwa sababu hakuna wakati kichwa, shingo inaweza pita kichwa. Baraza la wazee wa jamii ya Rendili mnamo mwezi Juni mwaka 2025 lilitangaza kupiga marufuku ukeketaji miongoni mwa wasichana kutoka jamii hiyo. Wazee wa jamii hiyo kwa kauli moja walipiga marufuku shughuli zozote zinazofungamana na ukeketaji na kutoa maagizo ya kutekelezwa mara moja. Kulingana na mzee Silangu Lengima, ukeketaji umechangia madhara mengi kwa wasichana na hivyo hajaona haja kuiendeleza mila hiyo ambayo imekuwa ikienziwa kwa miaka na mikaka. Aidha amesema wazee wametoa maagizo kwa vijana wao kukubali kwao kwa wasichana ambao hawajakeketwa. Wasee anajua samani hawataki maneno, unaona mzee kuleta na tunaambia uh, waenda tu basi, na nimefikiria mambo mingi, kwa hivyo na hata sisi pia nimekubali, hakuna mzee, si nimeona mzee, lakini nasema la, hapana, wasee yote mekubali kabisa wa wakijana naongosa na wosee mimi yuko wakijana kama ine nikuambia nafanya msichana ile wao naoa tuda hii basi anakubali tu. Viongozi wa kidini pia wamekuwa wakishinikiza jamii za wafugaji kukomesha mila zilizopitwa na wakati ambazo zinakiuka haki za wasichana. Viongozi hao wamekuwa wakizuru maeneo mbalimbali kwenye jimbo hili kutoa elimu kwa wafugaji kama njia ya kukomesha mila hiyo potofu. Kulingana na Abdullahi Husein, mmoja wa viongozi wa kidini, wakati umewadia kwa wafugaji kote kwa nchini kuasi mila hatari na kuanza kuwapeleka watoto shuleni. Anasema ni kupitia elimu tu ambapo wasichana wataepuka mila zisizofaa, kihoji kwamba hatua hiyo italeta afueni kubwa kwa wakazi katika maeneo ya wa wafugaji. So tukishirikiana na kinamama na wazee ambaye wachache ambaye wame shirikiana na kina mama tunaweza, ku, tunaweza kuzuia hiyo mambo ya ukeketaji kwa mile a, na, ya desturi ya jamii ambayo tuko pamoja hapa. Watoto ambao wamekeketwa wengi yao huwa wanaishia wakifanya nini, wakienda kuchunga mali ama mifugo yao, kwa hivyo hata pe, weza kupata nafasi ya kwenda shule kusoma kama wasichana wengine. Husein amwalaumu sana kina mama kwa ongezeko la visa vya ukeketaji katika eneo la Laisamis, akiwataka kushirikiana na wazee kukomesha dhuluma hizo. Anasema hii ukeketaji inaendelea sana kwa kisiri na kina mama, kwa sababu mwenye kukeketa ni mama, mwenye anakeketwa ni msichana ambaye kwa siku zijazo atakuja kwa mama, mwenye anakeketa ni mama, mwenye kusaidia hiyo mwenye ukeketaji ni mama, ambaye anasaidia msichana kushika mgongo ni mama. Katika siku za hivi karibuni, shirika la kijamii la Brighter Society Initiative limekuwa likiendeleza uhamasisho katika majimbo yanayoripoti visa vya ukeketaji nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Sadia Hassan amesema juhudi zinaendelea za kukomesha kabisa ukeketaji miongoni mwa wasichana hususan kutoka jamii za wafugaji. Ameshabikia hatua kubwa walizozipiga tangu kuzindua kampeni yao ya kuwahusisha wazee na wasichana kutoka majimbo kunakoendelezwa mila hizo. Ripoti health... ya hivi punde inaonyesha kwamba viwango vya ukeketaji katika jimbo la Marsabit viko kwa asilimia 83. Hii ina maana kwamba visa hivyo bado ni vingi; kwa wasichana kumi, wanane wamekeketwa. Bi Hasan anasema shirika hilo linatumia mbinu ya kipekee na inayokubalika katika jamii mbalimbali mbali kuendeleza ajenda kukomesha ukeketaji Kwenye kampeni yao iliyopewa jina Sauti ya Jamii kukomesha Ukeketaji, wanapania kukomesha dhuluma hizo katika majimbo saba yaliyoripoti visa vingi vya ukeketaji. Kulingana naye, shirika lake linawahusisha mabaraza ya wazee kwenye kampeni yao ya kukomesha ukeketaji mashinani as the elders, as the... Baraza la wazee wa Rendile kwa jina nabo limetangaza kupiga marufuku ukeketaji katika jamii hiyo. Hii ni hatua kubwa sana kwetu, kwa sababu programu yetu ya kukomesha ukeketaji sasa inaendelea kuzaa matunda. Is now becoming a success. Serikali ya jimbo la Marsabit pia imekuwa ikiendeleza kampeni nyanjani ya kupambana na dhuluma dhidi ya wasichana kupitia ofisi ya mkewe gavana Bialamitu Jatani. Kila wakati katika hotuba zake Bialaamito amekuwa akilalamikia utamaduni wa jadi katika baadhi ya jamii zinazoishi jimboni hapa. Wakati huo huo, idara ya watoto katika jimbo hili pia imekuwa ikilalamikia utamaduni kama kizingiti kwa haki za watoto, kama anavyoeleza Liki Mukanzi, afisa kwenye idara hiyo. Sheria za serikali hazifuatiliwi sana, maanake pia hata huu uongozi wa serikali hawafiki hawa watu. Kwa hivyo ukubwa wa hii kaunti ndio mwanya wa kwanza ambao ni mambo tunapambana nao, mwingine ni tamaduni ambazo zimepita na wakati. Ajua hii jamii yetu ya Warendile ya Wasamburu ya Waburji ya Waborana na ya Wagabra wana tamaduni ambazo kwa kiwango kikubwa zinakandamiza haki za watoto, hasa mimba Tema, ukeketaji na watoto kuoza wakiwa wadogo. Na msikilizaji, makala yetu yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejadili kwa kina dhuluma ya ukeketaji dhidi ya watoto wasichana katika jamii ya Rendile jimboni Marsabit. Tumemulika namna wazee katika jamii hiyo walivyokubali kuasimilia hiyo ambayo imekuwa ikishikiliwa kwa muda mrefu. Wazee katika jamii hiyo pia wamepiga marufuku ukeketaji wa wasichana katika jamii hiyo inayopatikana katika eneo bunge la Laisamis. Kutoka kwangu sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Laisamis katika jimbo la Marsabit, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi mtayari wako Michael Kwena. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri. DW. Vijana Tugutuke, karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW, karibu katika matangazo haya Vijana Tugutuke, na mimi naitwa Nuari Mkama. Tunazungumzia kuhusiana na lawama ambazo zimekuwa zikitolewa na wazee kwamba vijana wamekuwa hawawalei na hawawasaidii mara baada ya kukua na kupata e, uwezo wa kiuchumi. Je, ni kweli? Au kwa majina anaitwa Mzami Unasul naishi Mwenge. Kwa majina anaitwa Magdalena naishi Mbezi. Kwa majina anaitwa Esther Deus mkazi wa Dar es Salaam. Kwa kwa jina anaitwa Hassan Kabongo eh, labda nianze na Esther, eh, Simwe. Wewe unasemaje? Je, ni kweli kwamba vijana hawawasaidii wazee wao pindi wanapokuwa na maisha? Inaweza ikawa ni kweli nafu, pia inaweza ikawa ni uongo kwa sababu kuna pande mbili katika hili. Kuna pale ambapo kijana anatamani ku, kuwasaidia wazazi lakini kutokana na mabadiliko ya kimaisha uchumi unakuwa unabana, uh, lakini pia sasa hivi sio kama zamani, vitu ni vingi. Unakuta labda mtu umehamia mjini, ndo kwanza umepata kazi, kodi, maisha yamekuwa kali. Kwa hiyo pale hata unapotaka ku, kuwasupport wazazi wa we mwenyewe inakubana, inabidi ujinyime. Yani, sasa unapokea mshahara wa kwanza, utaacha kulipa kodi. Kuna kesi ambazo unaangalia uzito hata kidogo ambacho unachokipata huwezi kukigawa, kinawezekana. Lakini hapo, yani, kwenye ishu kama hii, kuna vitu vingi vinachangia. Kuna tu hurka ya mtu mwingine yani, kwake kusaidia, sio sio hurka yake, kwa hiyo anaona ni uchoyo, tuseme, anaona a, a, hii inanitosha mwenyewe. Lakini kuna yule ambaye anatamani kutoa lakini hana. Hasani Kabongo, umemsikia Esther hapo, mambo mengi yanaingiliana, je ni kweli? Ni kweli, kwa jinsi alivyosema. Uh, ukiangalia kwa sasa vijana wengi wameingia kwenye masuala ya ndoa, yani ni mahusiano <laughs> wakiwa bado wadogo sana, na unavyoangalia mahusiano unahitaji kiasi fulani cha fedha ili yaweze kudumu. Kwa hiyo unakuta kwamba umri ule ambao wangepaswa awasaidie wazazi, kile anatumia kuendeshea familia yake, na unavyojua familia ina changamoto za hapa na pale. Watoto kwao ni kitu ambacho kinaweza kikakata ule mrija kuwasaidia wazazi nyumbani kuna mzee mmoja nilikutana naye akasema, kwamba vijana maisha siku zote wameiga maisha kimagharibi, kwamba mimi na mpenzi wangu ama mimi na mke wangu na watoto wangu, huko wengine watajijua wenyewe. Bwana Mzamiru na Matilda ni kweli mnafikiri mnaiga sana maisha ya Ulaya. Kwa msemo bwana nasema hapana. Kwa sisi wa Afrika, sisi Tanzania, msemo hususa sisi Tanzania, cheki tu akisema ni hali ya uchumi tuseme tu hivyo. Kwa hiyo hiyo ni msemo au ni hizo shughuli zito hizo ni principle mbaya zetu zikaziga. Kikubwa sisi tumeinvest kaangalia katika maisha yenyewe ya kiuchumi tungekuwa na uchumi wa hali ya juu kama vijana, ile pesa inakwenda kuwasaidia wazazi wetu. Kwa sababu unapokuwa wewe na mke, alafu hali yenyewe ndio hivyo, mtoto hivyo, mke anakutegemea asii nini, mambo mengi, mtoto anaumwa sio mwenyewe hivi na hivi, usome isomi fudo, upange bajeti ya kwenda sio nyumbani kuwasaidia. Yani hali haikidhi mahitaji, kwa hiyo nakuta unakuwa umejibana. Sio kwamba tupende kuwasaidia, tutamani sana Matilda, uliniambia unatokea Mbeya, usharudi Mbeya kuwasaidia wazee wako? Hapana, bado najitafuta <laughs> mpaka lini? <laughs> Nikijipata tarudi. Uchumi pia unasa, unasababisha vijana tusirudi kuwasaidia wazee, kwa sababu tunawahi kupata majukumu, yani tunajiwahisisha wenyewe, yani tunawahi kuchukua majukumu yale makubwa, tunaanza ku kulea ndoa, yani familia tunaanza kuipata mapema, kiasi kidogo tunachokipata tunahudumia familia zetu ambazo tumezipata kwa, kwa umri mdogo, tunashinda kunini kukumbuka wazee wenzetu. Wanasema ah, bana, watalelewa na vituo, serikali itawalea wazee. Nafikiri twende huko tufike huko sasa. E, serikali ianze kuwalea wazee, vijana waendelee na maisha yao, na nyinyi mkifika pia kwa wazee, na nyinyi mtaelewa. Na serikali vipi, Esther, hiyo inaweza ikawa moja ya ya mwarubaini labda, kwa maisha yanavyoenda kwa sasa hivi, kwa sababu ule ujamaa tuliokuwa nao wa kuishi nane tisa nyumbani unaweza ukapungua. Kwa hiyo inaweza ikawa sababu moja wapo ya serikali kuweza kuangalia namna ya kutatua hili tatizo, lakini pia mimi naweza nikawasii wazee wangu, hata wazazi ni vizuri hata pale tunapowasaidia kuweza kutengeneza miradi ambayo ni endelevu ambao unaweza ukaanzisha, sio lazima ni kutumia ela kila mwezi. Unaweza ukaanzisha kitu ambacho wewe hata kama uko nyumbani umezeeka, umri umeenda, lakini unaweza ukakisimamia kikakupa kipato kwa sababu pale pia mtoto anaelemewa. E, kuna wengine familia ni kubwa, mtoto ashangazi anakuja nyumbani, kwa hiyo inawagharimu sana. Lakini pale unaposaidia mara moja mara mbili, na yeye akachukua hatua ya kuanzisha mradi ambao, hata nawe kesho ukikwama, mwanangu, hii hapa, tunaweza tukasaidiana. Kwa namna hiyo hivyo, ni mzee mwenye kipato, naye anahitaji msaada kwa vijana wake. Ah, hehehe, kwa sasa hivi hiyo ni ngumu sana. Ukuta mzee mwenye kipato akapiga watu zangu wanijali hivi na hivi, ni ngumu sana kwa dunia hii. Yaani, hasa waz... na laumu hawa ni ambao ni ali duni ndio anatalamika. Kwa nini mwanangu asinisaidie? Kwa nini mwanangu hivi na hivi hivi? Hao ni mashahidi wazee wetu. Lakini mzee kwa sababu mwenye kipato anategemea mshahara wake nini yuko vizuri, hawezi kuwaza ile mwanangu kwa nini nisaidie. Yeye kwanza anatamani mwanaye ampe support. Nasikia mwanangu una shida gani kukusaidie? Ni kuweke wapi? Bwana anawaza mwanaye amsaidie. Sio eti kwamba mwanangu nisaidie mimi. Hicho kitu yake. Sasa niambie Bwana Hasani, unasemaje kwamba kuna kama kuna yale ambayo anazungumzwa kwamba hata katika maisha ya kawaida, upo kwenye basi, upo kwenye foleni hospitali, unamwona mzee, vijana wamekuwa kama hawajali pia. Yani unamwona kama mzee fresh tu bwana, yeye yeah, nice. Ye naye asipange foleni. Hiyo imeonekana mara kadhaa na inazidi kuonekana, kwa sababu maadili kama vile ameporomoka. Kwa sababu leo unaweza kukuta kijana amekaa kwenye nini siti, lakini mzee amesimama, ameshikilia bomba na kweli gari linayumba, na kijana haoni, anaona jambo la kawaida hii tunaweza tukaiweka kana kwamba ni matokeo ya malezi. Tusiwalaumu vijana, pia wazee wetu naye tunabidi tuna tuwapondee kidogo. Wazee unavyoelewa kwamba sasa hivi kuna maswala mtandao, sio wote lakini kuna baadhi ya wazee wame, wamekuja na content za ajabu sana mtandaoni, kiasi kwamba kijana akiangalia, kijana ambaye na malezi bora na kijana akiangalia, kwa mfano mimi nikiangalia, inaweza ikanibadilisha mtazamo kwamba kama wazee wanafanya vitu vya hivi mimi na hasa kumekuwa na swala nzima la vishangazi, oh, vishang e, mashangazi ni wazee, sio wazee wale wale <laughs> pia ni wazee, unakuta nani ni watu wanaoingia kwenye uzee. Kwa hiyo hiyo imetufanya vijana tuwe na mtazamo tofauti na jinsi ambavyo tulielewa, lakini kijana unayejielewa, heshima haitaki heshima. Ukiheshimiwa heshimu, lakini hata usipoheshimiwa heshimu. Nimekuwa na mwangalia Matilda, nafikiria mbali hivi, ulivyofika Dar uliwaona wazee Matilda? Ndio, niliwaona lakini cha kushangaza zaidi mm, nimefika da nikutana na tabia za yani ambazo sijazizoea ya huko mikoani. Mikoani na huku kwenye miji ambayo imeendelea ni tofauti. Yaani kule mikoani wazee tumezoea ni tunasalimia na wanaitikia kusema shikamoo, marahaba. Na usipomsalimia pia anaweza akakurauma na akakupeleka kwa mzazi wako. Lakini nimekuja huku mjini Dar es Salaam wazee wa huku nikutana na msemo kwamba uzee mwisho chalinze. Yaani hicho ndio kitu ambacho kinitia ugumu katika maisha <laughs> ya yeah, hapa Dar es Salaam hey, of course nili nishindwa kuendelea kuwasalimia wazee nikikutana nao, maana ukiwasalimia shikamoo, wanakuambia mambo sasa unajiuliza, sasa mimi namsalimia, naniambia mambo? Siku nyingine hata nikimkuta nashindwa kumsalimia, maana nashindwa kusema mambo. Kwa dakika chache sekunde, bwana Mzamiru na Esta, mtufungie nini, tufanye kwa kifupi sana, kifanyike? Ni naona muda wetu umeisha kabisa, ningeomba wazee wa mjini pia wabadilike. Wana, wanafanya wazee wa kijijini wateseki. Esther, kwa sekunde chache kwangu mimi kusaidiana haiwi hai, hai, kwenye, kwenye swala la hela tu, kama alivyosema mwenzangu. Pia kuna emotional support, tukumbukane kuwasalimia wazazi, kuwatembelea pale ambapo tunapata nafasi. Lakini pia wazazi na wazee watusaidie sisi vijana kwa kutokuwa mzigo. Pale ambapo kijana wako wanakusaidia, basi usichukulie kama ndo advantage ya kwamba sasa inabidi we unatuma. Magdalena, una, unalamwisho na wewe pia la ushauri kwa kifupi, tukijipata hata kidogo, tunachokipata tuwakumbuke wazee wetu. Msikilizaji, nilikuponea Magdalena Mwamaja ambayo tumetaka kumsikiliza hivi sasa, lakini pia Mzamiru Nasoro Hasani Kabongo na Esther Simwe. Mimi naitwa Anuari Mkama, asante na kwaheri. Jukwaa la Manufaa. Karibu tena msikilizaji, katika kipindi cha Jukwaa la Manufaa. Katika toleo hili fupi, unayo nafasi ya kutoa maoni yako yakijumuisha pongezi, kero au shauri kuhusu yale yanayojiri kwenye jamii yako. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu <mulia> Ndivyo tunavyofungua pazia la jukwaa la manufaa. Kibao kinaitwa acha kulala. Na nafasi ya kwanza jukwani, nakwenda kwake mdau huyu hapa kwa njia ya simu. Asante, unaongea na James, mzalendo toka Mwanza, na pana jukwaa manufaa kutoa kero kwa vijana ambao hawataki kufanya kazi za kujishughulisha, wanaishi maisha kuga tu, hata aa wafanya kazi za msingi na kuendelea kujitolea kwa jamii inayowazunguka bila shaka umesikika. Asante kwa kushiriki jukwani. Kwa simu moja kwa moja, Boniface Steven, baba separia, mwenyeji wa Katoro, Geita, Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kutoa dukuduku lako kwa baadhi ya wa wauguzi wenye tabia ya kutoa lugha chafu kwa wagonjwa, kitendo ambacho ni kinyume na maadili ya kazi yao unawataka waachane kabisa na tabia hii mbaya anayelijongea jukwaa hivi sasa ni noa kapindo kutoka mwanjelwa mbeya anasema mimi nakerwa na hawa wanaotengeneza barabara hapa jijini mbeya jamani wanafanya kazi taratibu mno wamechimba na madaraja lakini ujenzi unasuasua sijui ni kwamba hawajapata pesa kwa wakati au vipi wahusika wajitafakari kwani tunaelekea kwenye msimu mwingine wa mvua walau basi waongeze kasi. Andre Selsius Zombe Mwina Kalonda, akiwa pande za Mutamba la Msindano, tarafani Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameandika nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kwa watu wenye tabia ya kuto kulipa madeni yao ya muda mrefu. Yaani wakati mwingine wewe unayedai unahangaika wee na unadai bila mafanikio. Mbaya zaidi ni kwa wanaolipa nusu ya deni bila kumaliza deni lote, tofauti na makubaliano. Hii kitu huwa inanikera sana na nashuka jukwani nikiwaambia watu wenye tabia hii, jamani, acheni mara moja kwa sababu sio vizuri. Anayefuata jukwani ni mzungu feki Faraja Antoni akitambuka mtaa wa Muharulo hapo Tanzania. Unaielekeza kero yako kwa vijana ambao wameshakuwa na umri mkubwa wa kuoa lakini hawaoi, kazi kuchezea watoto ndugu na wanafunzi wetu, na alishuka jukwaa la manufaa taratibu, nikiwaambia wachukue uamuzi wa haraka wale wenye tabia ambazo sizo za kuchezea mabinti, hasa wanafunzi. Jamani, si vizuri chap chap. Johannes mtoka mbali Changa wa Tumaini, Iringa Tanzania, unafika jukwani. Wewe unachukizwa na tabia ya baadhi ya vijana wanaoendesha bodaboda wanaoshiriki vitendo vya wizi pamoja na kupora mali za raia. Tabia hii ya watu wachache wasiokuwa waaminifu inaharibu sifa ya bodaboda wote. Boda nalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwa madereva hawa wabadilike ili wajenge imani kwa raia ujumbe wenu. boda boda za Moyoni Haonga wandezi yenga Mbozi, Songwe hapo nchini Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa. Uh, kero yako ni kwa viongozi wa Afrika wanaoongoza nchi kama familia zao. Hakika hili linakukera sana. Waache tabia hiyo, haifai. Ungefafanua zaidi za Moyoni Haonga. Bila shaka, uh, mimi binafsi ningefurahi na ningekuelewa vizuri zaidi, lakini huenda wanajifahamu wenye tabia hiyo ya kuongoza nchi kama familia. Na msikilizaji wakati ni ukuta, sina hata ubavu wa kushindana nao. Toleo hili fupi la jukwaa la manufaa kwa leo halina la ziada. Shukrani za dhati kabisa kwa kuambatana nami mwanzo hadi mwisho ya kipindi hiki. Mimi naitwa Angela Mdungu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.